wa reli ya viwango vya kisasa kuja Mtwara kwenda Mbamba Bay mpaka kule Mchuchuma na Liganga kule Ruvuma. Mradi huu ni imani yetu kwamba unakuja kufungua sio tu Mtwara bali ukanda wote huu wa kusini. Sasa tuendelee kuomba Mungu atufungulie milango na tuone Fedha hii tutaitoa wapi ya kuja kufanyia hivyo? Wote tuombe kwa pamoja. Hapa mjini ninafahamu kuna changamoto ya mafuriko, lakini nanauka amesema vizuri, kazi inaendelea na kadhia ile, katika maeneo yale ya Chuno, Magomeni na Mtonya mpaka Chikongola inakwenda kuwa historia. Mafuriko Ma, uzalishaji tumeuona, uzalishaji wa korosho umekuwa kutoka tani laki moja na kumi na nane mia nane kumi na moja mwaka ishirini ishirini ishirini moja ambazo zilikuwa za thamani ya bilioni mia mbili na sitini na tano. Kwa jina inaitwa Diana Thamani Mbalika, ni mkazi ni ilimu wa Ligula Umoja. Nimevutiwa na maswala ya elimu kiukweli, maswala ya elimu nimevutiwa sana, kwamba Mungu atajalia, yeye atamsimamie Vijana wa vijana wape ajira, kiukweli ni changamoto sana, kwa sababu mimi naongea kama kijana pia ni kama mzazi, kwa sababu tunapitia changamoto kubwa sana kwa kusomesha watoto wetu. Miundombinu mingi sana ambao amevisema, kwa hiyo tunaomba vitekeleze, na basi tuendelee kufurahia. Ni mkubwa na tarehe ngapi? Basi, basi tu, <laughs> tumchague kama kawaida. Barabara ya kutoka Mtwara kwenda Masasi imefikia sehemu nzuri na maendeleo yanaonekana, lakini pia kwenye swala la pembejeo za kilimo mama anaupiga mwingi sana, na tangu anza kutoa pembejeo korosho zinamwagika vibaya sana, na kama korosho ambazo zinazaa mwaka huu, sijui kama wanunuzi wenyewe wataweza kununua. Kwa hiyo mimi nampongeza mama, tumchague apite kwa kishindo.